Siku ya sita katika vituo vinne tofauti, mwendelezo wa kambi ya tohara kwa watoto wa kiume chini ya taasisi ya Al-Hikma Foundation ambao ndio waliofadhili. Alhamdulillah, mwitiko umeendelea kuwa mkubwa sana. Na leo tukiwa hapa katika kituo hiki cha Charambe utafahamu kwamba leo ni mara ya pili tunarejea tena. Baada ya siku ya Jumapili kuwafanyia takribani watoto sabini na nne licha kwamba walijisajili walikuwa ni wengi sana na baadaye jopo la madaktari kutoka SMV. Nyuma ya kamera ni Omari Salum Mganga. Mimi ni mwana wali mashi. Alhamdulillah, tayari wazazi mbalimbali wameweza kuitika hapa, tukazungumze nao tuwasikie kile ambacho wanacho kuhusiana na zoezi hili. Mdogo wangu hapa anaitwa Ab Abdulaziz. Abdulaziz ana miaka mingapi huyo? ana miaka kumi na moja. Okay, hiyo fai. Kwa mara kwanza ulisikia wapi? Kwa mara kwanza nilisikia katika mashine ya kulwani pale Temeke kwenye uwanja wa Mkapa. A, alisema Sheikh Kishki, alisema kwamba watoto at wote watafanyiwa suna bure. Kwa hiyo sisi kama wananchi tumepokea ofai ili wao waweze wa kupata faida na Allah awalipe kwa hiki wanachokifanya. Okay. Ndio huyu mdogo wako mwenyewe. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam. unaitwa nani? Al azizi. Azizi, una miaka mingapi? 11. Unasoma Kingugi. Unasoma shule gani? Kingugi. La ngapi? La tano. Hapo umekuja kufanya nini? Kufanya sunna. Dada, dadangu habari yako? Salama. Uko poa? Niko poa. Unaitwa nani? Naitwa Grace. Grace, wewe umemleta nani hapa? Nimemleta mwanangu. Mwana anaitwa nani? Ni Gerald. Gerald ana miaka mingapi? Ana miaka miwili. Ana miaka miwili. Ni mkazi wapi wewe? Mimi ni mkazi wa Kingugi. Kingugi. Hii offer ya Grace kwa mara ya kwanza wewe ulisikia wapi? Ah, hii offer mara ya kwanza nimeisikia nilipomleta mwanangu kliniki. Ni ndo tukatangaziwa kwamba kuna offer ya kufanyia watoto tohara. Nani alikwambia? Aliniambia kuna doktor. Ndo alikuja kutangaza e, leo ni mara ya pili watu wanarudiwa. Ulikuepo kwa siku ya kwanza bila shaka? Yeah, nilikuepo. Ulifika muda gani siku ya kwanza? Siku ya kwanza nilifika saa mbili. Lakini ukubahatika? Yes, sikubahatika ndo tukaambiwa turudi Alhamisi leo. Uligundua kwa nini wewe siku ile ukufanyia umeambiwa ume, ume rudi leo? Mm, niligundua kwa sababu tulikuwa wengi. Dada yangu habari yako? Salama kwema. Safi tu mzima? Mimi Mimi mzima. Unaitwa nani dada? Mimi naitwa Neema Bonifas. Neema Bonifas, umetokea wapi? Metokea Kiramba. Kiramba. Hapo mmeleta nani? Mmeleta mwanangu Gilbert. Anaitwa Gilbert. Gilbert. Gilbert anaitwa Kura. Okay, Gilbert ana miaka mingapi? Ana miaka miwili na miezi mitatu. Eh, bila shaka ulikuja siku ya kwanza, sio? Ndio. Ilikuwaje alafu ukapata nafasi ama ulifika saa ngapi siku hiyo? Siku hiyo nilifika mida ya saa moja. Mm -hmm. Nikuta watu wengi sana nikakuta watu wale washaandikwa mimi nikaambiwa nitakuja Alhamisi ambayo ndio leo. Nilipewa tu namba. Ad juma, juma, namba 22 inaonyesha leo. Unaweza ukafika ukawai mapema, sio? Nikaingia. Okay, kabla hujaingia, sasa tuambie hiyo ofa, kwa mara ya kwanza ulisikia wapi? Ulijuaje kama kuna ofa hii? Okay, unamwambia nini Al Hikma Foundation kwa hichi HM ambacho wamefanya? Uh, mimi kwa upande wangu namshukuru sana maana ametusaidia sana, sana kwa upande wetu, tunashukuru sana kwa huduma hii. Asante sana Mama Gilbert na, asante pia. Nimewaleta wanangu wawili, nimesikia hapa hapa tulikuwa tunawaleta watoto kliniki, e, ndo tuliambiwa ndo tukaenda kuwatangazia na wenzetu nyumbani. okay. neno lako kwa Al-Hikma Foundation kwa hicho ambacho amefanya. Nashukuru kwa msaada wao walotutolea ahadi ya ukweli sio uongo, ndo kama hivyo wanavyotuona Tupo tunasaidiwa, tuko na ukti Fatna hapa ambaye ni mratibu wa jambo hili, atuambie hali ikoje mpaka sasa hivi. Mwitikio ni mkubwa kwa kweli, alhamdulillah. Zamu iliyopita tulikuwa natu, na watu 128 waliojiandikisha, na tulifanyia watu kama 74. Wengine waliobaki wakasaidia, tukawambia warudi leo, na alhamdulillah watu wamejitokeza wengi tena kwa idadi kubwa tunaendelea na zoezi, tuna imani leo bila shaka tutapunguza kwa asilimia kubwa sana, kwa kuwa lengo letu ni kila mtu apate huduma hii. Watakaokuja sio kwamba watarudishwa, ila hawatafanyiwa, watafanyiwa kwa vituo vingine kwao. Tutakachoambia ni wajisajili ila kituo kinachofuata, na watapata huduma insha Allah. Mimi nilisikia kwenye Taifa Habari channel 10 wanaitangaza ni kwa hiyo Sheikh Kishki akawa amesema tunasubiri mpaka atakuja kutangaza hospitali gani zinafanywa, kwa hiyo tukawa tunasubiria. Kwa hiyo hivyo tumekuja anakuja kliniki hapa, tukawa tumetangaziwa, jamani, hapa kuna ofa ya kufanyia watoto tohara. Kwa hiyo ndo tulipoanza kusikia. Namshukuru Mwenyezi Mungu, limefanyika salama kwa kweli Allah amjalie, awajalie na nyie, Mwenyezi Mungu, kwa kweli awajalie, mlipotoa mzidishio. Brother, asalamu alaykum. walaikum salaam, hali wa. Nani brother, vipi? Alhamdulillah, naitwa Selemani Selemani Mchika Selemani Hamisi. umetokea wapi? ninatokea hapa hapa Chalambe. Hamisi umetokea wapi? Okay, watoto watatu, sio wa ya brother wako, mashallah. Watoto wako watatu wote tayari wameshafanywa wameshafanyiwa suna. Eh, neno lako kwa Al Hikma Foundation ambao wamefanya jambo eh, hili, wewe unawaambiaje? kwa kweli mimi nawashukuru Mungu na hii kazi wanayofanya, Mungu atawalipa kwa sababu watu wengi hii kazi kwa kweli wanashindwa kuitimiliza, lakini kwa sababu wao wameshaifanya wameamua kujitolea kuifanya hii kazi basi uendelee kuyofanyia, sababu kuna wengi wana matatizo na wengi hawajiwezi. Kwa mfano binafsi yangu mimi hapa nilipo nilikuwa ninashindwa, uwezo wa pesa ilikuwa sina, lakini nilipotokea zoezi hili, kwa kweli nashukuru Mungu. Mungu awajalie sana, kikweli najisikia furaha kwa sababu, ina maana nilikuwa najiuliza ni wapi nitaenda kumfanyia kwa haraka, lakini mmetusaidia sana, kiasi kwamba, kwa sababu ni msaada mkubwa sana ambao wanatufanyia si wote ambao wanaweza kukidhia mahitaji ambayo auku gharama za kwenda kufanyia hivi vitu kwa hiyo kwa msaada wenu ni mkubwa ambao na maana sisi tunashukuru. Hatimaye, imekuwa jumapili iliyopita hapa tuliahidi kurejea tena kutokana na wingi wa watu ambao walijitokeza kwa wingi sana, na muda mchache uliopita dkt. Mwimbe Juma amekamilisha kazi hiyo. Dkt. hongereni na pole kwa kazi, asante <coughs> tunashukuru wallahi, alhamdulillah. tuambie zoezi limekuwaje leo? na alhamdulillah, e, walikuwa wengi vijana hapa, watoto, lakini naona mapema leo tumemaliza. Naam alhamdulillah, tumemaliza mapema kwa sababu pia tulifika mapema. Aa, ni kiporo ambacho tumekiacha. Na siku ya Jumapili tuliwaeleza wazazi kwamba hatuwezi kuwafanyia wote, na tukafanyia takriban watoto 74 na tukawaambia wale waliosalia tutakuja kufanya siku ya leo, ambao tumekuja alhamdulillah, siku hii Alhamisi tumefanya watoto takriban 52 Kwa hiyo hiyo tunamshukuru Allah, alhamdulillah kwamba tume tumekamilisha ahadi ambayo tulikuwa tumeifanya siku ya Jumapili iliyopita tuliona dokta Tandika, mlerejea mara mbili Charambe mara mbili, lakini bado kuna vituo vinavyofuata. Tarajie kuiona hiyo pia katika vituo vinavyofuata, nadhani inaweza katokea, lakini hatupendi na tunataka tufanye itihada zingine zetu binafsi za kutembelea vituo kabla ili kuwaambia wasiendelee na uandikishwaji kama ambavyo tulivyofanya juzi tulipoenda kutembelea Mbagara kuu ambacho ndio kituo kinachofuata na Mtoni um, Kijichi tukawaeleza kwamba wasiendelee kuwaandikisha watu ambao wakishazidi zidi namba sabini. Kwa hiyo tunataka tufanye hivyo ili kuepuka ya kwenda na kurudi mara mbili mara mbili katika kituo kimoja. Siku ya sita ya kambi ya tohara kwa watoto wa kiume katika kituo hiki cha zahanati ya Charambe imemalizika hapa muda huu, na kumbuka hii ni mara ya pili tumerejea katika kituo hiki baada ya siku ya Jumapili kuifanya tena shughuli hii kupitia jopo na madaktari kutokea The Sunshine Muslim Volunteers SMV, na siku ya Jumapili katika kituo hiki idadi ya watoto sabini na nne waliweza kufanyiwa tohara na wengi walibaki wakaahidiwa kurejewa, na leo alhamdulillah wamerejewa na watoto hamsini na mbili katika siku hii leo, wamefanyiwa sunna. Kwa jumla katika kituo hiki pekee watoto mia moja ishirini na sita wamefanyiwa tohara katika kituo hiki cha Charambe, na hii ni kwa watoto wa dini zote, kwa maana Waislamu na Wakristo pia, kutoka tulipoanza siku ya mwanzo ya kambi hii ya tohara pale Yombo Buza Tandika mara zote mbili na hapa Charambe mara zote mbili, tayari idadi ya watoto wote ambao wamefanyiwa suna mpaka sasa ni watoto 341 na, na hii ni katika vituo vyote hivi ambavyo tayari tumefanya na watoto hao Waislamu wamo na Wakristo wamo pia. Asante kwa wote ambao walikuwa nasi, lakini shukrani pia kwa Al-Hikma Foundation kwa kufanya hili. Umesikia pongezi nyingi na kongole kutoka kwa wazazi mbalimbali mbali. Lakini asante pia kwa SMV ambao wao wamekuwa watekelezaji wakuu wa jambo hili baada ya Al-Hikma Foundation kuahidi. Kituo kinachofuata baada ya hapa ni Mbagala Kuu na Kijichi. Siku ya Jumamosi na Jumapili pia. Nyuma ya kamera ni Omi The Way, Omari Salum Ng'anga. Mimi ni mwana wa Mahali Mashi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kishki TV, nuru ya dini yako.